Tumeendelea kujenga maeneo mbalimbali mbali ya masoko, tumeendelea kujenga madiko, tumeendelea kujenga maeneo ya kufanyia biashara ili waweze kuwa na mazingira mazuri. Kwa hivyo nafurahi kuona kwamba kazi hii inaendelea Unguja na Pemba ya ujenzi wa masoko ya samaki, ujenzi wa madiko na, na, na vile vile tunajenga maeneo mazuri kwa ajili ya ujasiriamali kama walivyosema ndugu zetu hapa wa banda la papa, ahadi yetu ni kwamba tutaendeleza hili lakini hatutoishia kwenye mazingira mazuri na zana tu, tutaendelea kutoa mikopo isiyokuwa na riba. Haya ndio mambo matatu tuliyoahidi. Tuliahidi zana za kazi, tuliahidi mazingira mazuri ya kufanyia kazi, tukaahidi na mikopo isiyokuwa na riba. Mikopo isiyokuwa na riba imeanza kutolewa zaidi ya shilingi tisini na sita bilioni tumezitoa kwa ajili ya vikundi mbalimbali vya ujasiriamali. Tutaendelea kutoa fedha hizo, kwa sababu tunatambua wapo wengi bado hatujawafikia, lakini wale ambao walipata na wakarejesha, wakipewa tena watapewa viwango vya juu zaidi, kwa sababu wameonyesha kwamba wanaweza kuzitumia zile pesa kwa manufaa yao na kuweza kurejesha. Nimepewa changamoto za soko, nimezipokea. Nataka niwaelekeze zafiko wahakikishe kwamba wanasimamia vizuri masoko yetu. Hakuna sababu kwa nini katika maeneo kusiwe na maji safi ya kutumia. Hakuna sababu kwa nini makoldrum yakiharibika yasitengenezwe mara moja. Hakuna sababu kwa nini kusiwe na utaratibu mzuri wa usafi. Haya tuli, wakati tunajenga tulihakikisha kwamba tutaweka uendeshaji mzuri. Kwa hivyo kama uendeshaji unasuasua, hakikisheni uko mbele Tutakuwa na uendeshaji mzuri, tutaendelea kujenga masoko mengi kama haya. Hili ni moja tu, yako maeneo ambayo sasa hivi tunazungumzia ya kama ya Fungurefu, ya Mangapwani. Kuna wavuvi, kuna waanika dagaa, kuna watu wengi wanaojishughulisha na shughuli hizi za uchumi wa bluu. Tutahakikisha mazingira yanaboreshwa, wanapata mikopo, wanapata zana, ili kuhakikisha kwamba wanapata kipato kilichokuwa kikubwa zaidi kwa maisha yao na watoto wao.